Hiyo ndio kazi mlinipatia. Na hiyo ndio kazi mimi nafanya. Na nafanya na bidii sana. Mnanielewa? Hawa watu wengine hawana mpango. Msipoteze na, we cannot hand over to people hawana mpango, ati mpango yao Ruto must go. Sasa sasa sa, Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Ni mtakubali hii story yao, watu ambao hawana mpango yoyote ati kazi yao kubwa ni ukabila shares sijui ya nani, sijui chuki sijui kisirani, hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana ni kama sijui nani aliwakosea, na kama wako na kisirani na mimi wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko amanamnagani Eh, nitawamalizia pale kando wow, watu <laughs> sijui kama tunaelewana. Ya muhimu ndugu zangu, watu wa Kakamega, ya muhimu ni vile vijana wetu watapata kazi, vile kilimo itatupatia pesa, vile watoto wetu watasoma na vile matibabu itapatikana, that is what is important.